Bwana Yesu asifiwe. Naitwa David Sima, karibu sana kwenye chaneli yangu ya YouTube, na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza, basi hakikisha una subscribe hapo chini ili uweze kuwa kwanza kupata masomo na mafundisho mbalimbali pindi ninapoyaweka hapa. Hongera sana kwa kuiona wiki nyingine, na wiki hii nitakuongoza kwenye maombi hmm, kwa habari ya kuomba neema ya Mungu juu ya maisha yetu, hmm, wiki hii na siku zote hmm, ninakuombea neema ya Mungu ikawe juu ya maisha yako, neema ya Mungu ikakustahilishe kwenye kila eneo la maisha yako, pale ambapo unatamani kufika na unaona bado huna vigezo vya kufika, ukastahilishwe, ukapokelewe na ukaeleweke sio kwa jitihada au uwezo wako bali kwa neema ya Mungu tu. Ukisoma Wakorinto wa pili 129 mbili anasema, naye akaniambia neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu, bali nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu inakutosha wiki hii. Unapoanza wiki hii, ujue ya kwamba neema ya Mungu ni kubwa mno kwako. Eh, ukisema neema ni kitu gani? Neema maana yake ni unapata kitu ambacho hukustahili, hmm? Ila kwa huruma na upendo wa Mungu anakupa maradufu Anakustahilisha, maanake unapata kitu fulani ambacho huku kistahili kwa elimu yako, kwa jitihada zako, lakini Mungu anakustahilisha. Hiyo ndiyo neema. Kwa hiyo neema haihitaji jitihada wala juhudi zako binafsi, bali ni Mungu ndiye anayefanya kwa upendo wake kwako hmm. Kwa hiyo yani haihitaji, yani haihitaji kwamba eti upambane eh, kwamba ili uweze kufaulu. No, unasoma kama watu wengine, lakini neema ya Mungu kwa sababu ni kubwa kwako unafaulu. Unaona, yani unafungua biashara kama kawaida eh, kama watu wengine tu, lakini kwa sababu kwako neema ya Mungu ni kubwa mno la, wewe unauza maradufu zaidi. Umeomba kazi hmm? kama watu wengine, kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa kwako, anakustahilisha muda mwingine haukustahili. Kuna watu ambao wana CV nzito, kuna watu ambao CV zao ni kubwa, lakini wewe, neema ya Mungu ndiyo inayokustahilisha unapata. Hiyo ni neema ya Mungu ya yeah. kwa hiyo kwa hiyo usiogope, kwa sababu neema ya Mungu ipo kwako. Usiogope, huenda umeomba kazi, unaanza kuwa na mashaka. Nikwambie tu kwamba unasema, labda mbona watu wamesoma, watu wameandika, wana master degree, sijui wengine PhD, lakini wewe tu una bachelor. Nikwambie, neema ya Mungu ni kubwa mno kwako. Usiogope, Mungu atakustahilisha eh? una master, unaona mbona kuna watu hadi wana PhD wameomba wa hizi kazi. Ndugu yangu, usiogope, ni neema ya Mungu ndiyo itakayokupa hiyo kazi, siyo elimu yako, siyo jitihada zako. Ukiangalia unaona connection. Watu wanawajomba zao wana koneksheni nyingi, lakini wewe koneksheni yako ni Mungu. Neema ya Mungu ni kubwa mno kwako Ukiangalia maisha yako unaona mbona mm? Ndio maisha ya watu ambao mmesoma wote, ni levo moja. Ndo yanatakiwa kuwa hivyo? Ndugu yangu wewe, neema ya Mungu ni kubwa mno atakustahilisha. Utakuwa na makubwa zaidi ya hao ambao unawaona. That is the grace of God. Hiyo ni neema ya Mungu inakustahilisha eh? hata ambapo ulikuwa ustahili pale kazini kwako, hmm? pale kazini kwako, eh? Unaona kuna watu ambao wana profeshn kubwa, lakini wewe, kwa sababu ni neema ya Mungu ipo ndani yako, Mungu anakustahilisha, anakuketisha na wakubwa. Hiyo ndiyo neema ya Mungu nayoifahamu, the, the grace of God. Mungu atustahilisha sio kwa sababu tunastahili wengine tumefika mahali ambapo e, sio kwamba tunastahili, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu tu anatustahilisha. Kwa hiyo ukifahamu ya kwamba neema ya Mungu ndiyo inayokustahilisha, hupasi kujivunia akili zako, hupasi kujivunia jitihada zako, bali mwambie Mungu, neema yako yanitosha, Baba katika hili Baba, neema yako yanitosha. Mungu atafanya makubwa kwa Nafahamu ya kwamba kuna mambo kwenye maisha yako unayahitaji sana, na mengine ukiyatazama unaona kabisa, mbona hili nalitaka ila kama silistahili hivi. Si unafahamu kwamba kuna mambo ambayo unayohitaji, lakini kuna jambo unaona kabisa, mbona hili kama silistahili hivi hmm. Ndugu yangu, wiki hii na siku zote na kuombea neema ya Mungu ikakufunike katika hayo yote na Mungu akakustahilishe yote unayohitaji, popote ambapo utabisha hodi, ukapokelewe, ukaeleweke, ukakubalike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ofisi utakayoingia eh? popote utakapoingia, kazini kwako utakapoingia, popote pale, wewe ndio unayefahamu, una popote pale utakapoingia, ukakubalike ukaeleweke ukapokelewe kwa shangwe katika jina la Yesu, sio kwamba eti unajua sana, ila kwa sababu neema ya Mungu ya kutosha, neema ya Mungu ni kubwa mno kwako. Kwa hiyo hmm, usiogope. I pray for you. na kuombea wiki hii na siku zote Neema ya Mungu itembee kwako, wewe amini tu kwamba neema hii ya Mungu ipo kwako na unakwenda kupokea mahitaji yako yote. Nafahamu unaona ni ngumu, ila sio kwa sababu ya elimu au uzoefu wako, bali ni neema ya Mungu tu. Neema ya Mungu inakupa kitu ambacho kila mtu atakushangaa, imekuwaje umefika hapo? Mbona tulikuwa sawa hiyo ni neema ya Mungu inakuwezesha kupata haya yote. Nami nakuombea hiyo neema ya Mungu ikawe kubwa mno kwenye maisha yako. Pokea neema ya Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Naomba nikuombea. Mungu, asante kwa saa hii njema na muda mzuri. Ninamwombea ndugu yangu huyu ambaye ananisikiliza Mungu wa mbinguni, namuombea neema yako Kristo ikamfunike, neema yako Mungu ikamtoshe, ikamfunike. Mungu wa mbinguni, neema ya Mungu ikawe kubwa mno kwake, ukamstailishe popote atakapoingia, ukamstailishe, akakubalike, akapokelewe, akaeleweke. Mungu wa mbinguni, ninamuombea akafanikiwe katika hayo yote ukamstawishe, sio kwamba ana elimu kubwa, sio kwamba ana uzoefu sana, bali kwa sababu neema yako Kristo yamtosha kwenye maisha yake, neema ya Mungu ikamtosha nayo. Kampatie Mungu sawasawa sawa na moyo wake. Mungu mtazame na fahamu, ya kwanza Mungu yapo mahitaji mengi yanahitaji Mungu, neema ya Mungu ikaingilie kati. Mungu ukamjaze ukamjaze, Mungu mahitaji yake katika jina la Yesu ninaomba neema ya Mungu hii ikashute kwa huyo mtu anayenisikiliza wiki hii na siku zote, neema ya Mungu ikatembee na huyo mtu. Katika jina la Yesu ninaamuru neema ya Mungu itembee na kila mmoja anayenisikiliza. Mungu kamjaze hata kwenye kazi alizoziomba, neema yako ya kuyamtosha Mungu akapokee. Mungu amengone Mungu amengone. Mungu sio kwamba anastahili bali ne neema yako Mungu ikamtoshe. Baba Mungu kamsaidia kwenye ndoa yake Baba, neema yako ikawatoshe, neema yako ikawabebe. Mungu sio kwamba wana miaka mitano, sio kwamba wana miaka kumi, sio kwamba wana uzoefu, bali neema ya Mungu ikawatoshe, neema ya Mungu ikawabebe kwenye mahusiano yao kuelekea kwenye ndoa. Neema yako Mungu ikawatoshe, oh, katika jina la Yesu inamuombea huyu ndugu, neema yako Mungu ikamtosha Wengine wanaumwa Mungu, neema ya Mungu ikawatosha katika jina la Yesu wakapokea uponyaji. Sio kwamba Baba wanastahili, sio kwamba eti wana pesa nyingi za kwenda hospitali nzuri. Ah, ah. Ila neema ya Mungu inawatosha. Mungu, neema yako ikawatosha watu wako wanaonisikiliza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti fungua milango iliyofungwa mbele yao, sio kwamba wana uwezo, sio kwamba wana uzoefu, mbali neema yako Mungu ikawastailishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu kawastailishe, ukanistailishe na mimi, Mungu amengoni, ukanifungulia milango na poenda kuanza wiki hii na siku zote, Baba neema yako ikatembee nami na familia yangu katika jina la Yesu. Neema hii ambayo itatembea na mimi, ikatembea na huyu mtu anayenisikiliza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema ya Mungu ikamtoshe kwenye biashara yake, kwenye kazi zake, kwenye ndoa yake, kwenye mahusiano yake na kila kitu ambacho atakifanya, Mungu kwa mkono wake Neema yako Mungu ikamstahilishe akapokelewe. Kama ni kwa wateja, wakampokee vizuri kwa shangwe, akaeleweke, akakubalike, bidhaa zake zikauzike. O oh, Baba, sio kwamba eti ni nzuri sana, bali kwa sababu neema ya Mungu ipo juu ya hizo bidhaa, zinakwenda kuuzika katika jina la Yesu. Mungu na kushukuru kwa wiki hii. Ninaamini ya kwamba neema yako Mungu ni kubwa mno, nayo yatutosha kwenye maisha yetu na kwa huyo mtu anayenisikiliza. Amen. Kama umenisikiliza mpaka mwisho, komenti tu hapo kwenye YouTube andika amen. Ubarikiwe sana.